Ni muhimu sana tusisitizane kwamba jamani, humo kwa sababu tuko watu wengi sana. Ni muhimu sana kufanya kazi kwa upendo na kuepuka kupigana shoti, eh? Shoti najua zimo majungu, maneno yasiyo na tija, kuviziana na kushughulikiana. Jamani, kabla hujakalia hapo, kuna mtu alikuwepo, wote pamoja na mimi, yaani, kabla hujaje hapo kwenye hiyo nafasi kuna watu walikwepo. Na weza tutake ama tusitake tutaondoka kwenye hizi nafasi weza kwa kutaka ama kwa kutokutaka. Kwa hiyo kuto, mwisho wa siku, unajua kumbe kushughulikiana, kuviziana, majungu, shoti, hata vina tija. Kilichokuwa na tija ni wewe kwa nafasi yako kwa muda huo umefanya nini? Kwa hiyo kama wewe ni bosi kazini usionee wa chini, sawa sawa, jamani. Mm -hmm. E, yaani wewe kama kila mtu hapa ana nafasi yake na kila mtu ana namna anaosimamia, usionee watu wa chini, wape watu mazingira mazuri ya kufanya kazi, sawa sawa, ndugu zangu e. Na watu wa chini lazima waheshimu mabosi zao kwa upendo. Mbona hivi vyote tutaviacha tu? Hatutaishi hapa milele. Mnajua tufanye kazi za watu, tuendelee na maisha mengine jamani. Mnanielewa eh? Eh, na mfano wenyewe mmeona jana, uzuri mimi na Katambi tunaelewana, alafu mimi ni mwananchi wake kwa sababu hata harusi yangu nimefunga kwenye jimbo lake, hata Christmas, nimekula kwenye jimbo lake umeona eh? lakini tumeishi kama ndugu. Haya, umempiga shoti na waziri wa mambo ya ndani, mmenielewa <laughs> eh? hey, shoti za nini ndugu zangu? Unayempiga shoti huyo chini wako, kesho hautaamini mambo yatakayotokea, kwa sababu humu ndani ya serikali mzunguko, bosi wangu zamani alikuwa anasema watu ni walewale, mmenielewa eh? hey, leo una nafasi hapo, unashukuru kwa hiyo nafasi, unaitendea haki, unawatreat wengine vizuri, basi hata sisi hatujakaa kwenye nafasi ile, tushirikiane watu. Mimi sina muda wa kushughulikia mtu unless usifanye majukumu yako, lakini kama mtu unafanya majukumu yako umekosea, tutarekebishana kwa taratibu za kawaida. Lakini hata sisi wa wizarani vile vile lazima tuweke mazingira mazuri ya kufanya kazi na taasisi, so everyone is comfortable na sisi tutawapa ushirikiano, kwa sababu katika mambo ambayo mimi sitaki kuyakubali ni shoti, kutokuelewana, yani kushughulikiana, kuonea watu, that is something that I cannot agree kwa sababu yatakwamisha utendaji kazi wetu, yatapunguza spidi yetu, si ndio hivyo eh? yeah. yeah, na wenye vitu wa bodi wako hapa, mkiwaona mwanyoshe, yaani mwanyoshe yo jamani, mambo yale madogo madogo tuyaache, hayana tija. at the end of the day, yenye tija ni kazi ambayo utakuwa umeifanya na umeiacha.